Habari wanaudism, mimi ni Agnes Adiel Mero, mkurugenzi wa mawasiliano Ofisi ya Rais pamoja na msemaji mkuu wa serikali. Niko hapa kuwasilisha salamu kutoka serikali ya wanafunzi na kuwakumbusha mambo ya machache ambayo kila mwanafunzi anapaswa kuyatimiza katika maandalizi ya UE. Jambo la kwanza, kila mwanafunzi anatakiwa kuhakikisha ana umiliki wa valid ID kwa kuhakikisha kwamba hana deni lolote katika mfumo wa Aris. Jambo la pili, kila mwanafunzi anatakiwa kuhakikisha kwamba hana deni lolote katika mfumo wa Aris kwenye ukanda wa coursework. Jambo la tatu, kila mwanafunzi anatakiwa kuangalia mwenendo wake wa masomo kabla hajafika katika mtihani wa UE. Kila mwanafunzi anatakiwa kujiandaa vizuri katika kila masomo kabla hajafanya mtihani wake wa UE. Jambo la mwisho, kila mwanafunzi anatakiwa kuhakikisha kwamba anajua na kuzifuata kwa makini kanuni zote za kufanya mitihani kabla hajafika katika siku ya kufanya mitihani yake ya UE. Jambo la mwisho kabisa, kila mwanafunzi kwa imani yake amtangulize Mwenyezi Mungu. Asanteni sana. Mungu aibariki Daruso. Mungu akibariki Chuo Kikuu cha Dar es Salaam na Mungu aibariki Tanzania.